Habarini wapendwa, karibuni tuendelee na simulizi yetu ya Kivuli Cha Mapenzi, sehemu ya tano na ya mwisho. Sehemu iliyopita tulishia ambapo Tasha amepokea ujumbe kutoka kwa Leonadi. Tuendelee tukiwa tunajiuliza, je, Tasha ataongea na waandishi wa habari au ataacha na kurudi kwa Leonard? Karibuni. Siku ya mkutano wa vyombo vya habari ilipofika, anga la Arusha lilikuwa na mawingu meusi, kana kwamba yalijua kilichokuwa kinaendelea. Tasha, sasa anaitwa Hope Nyanda, aliketi chumba cha mkutano akizingirwa na waandishi kutoka BBC, Al Jazeera na DW. Kamera zilikuwa tayari, microphone zimeelekezwa kwake. Moyo wake ulikuwa mzito, lakini macho yake yalikuwa makini. Alianza kusema kwa sauti ya taratibu, niliwahi kumpenda mwanaume ambaye nilidhani atanilinda, lakini alinigeuza kuwa chombo cha biashara haramu. Alinibaka kimwili, kiakili na kihisia. Nilipona, lakini sio kwa sababu nina nguvu kuliko wengine. Nilipona kwa sababu sikukubali kunyamaza na baada ya dakika ishirini za ushahidi mzito waandishi walikuwa kimya kisha mmoja akauliza je unajua kwamba leonardi yupo nchini na amesema ana ushahidi kwamba wewe ni mwongo tasha alitabasamu kwa uchungu "Sina hofu tena, hili si kuhusu mimi, hili ni kuhusu mamilioni ya wanawake walio kimya." Baada ya mkutano, Interpol walimpokea Leonard alipowasili uwanja wa ndege wa Kilimanjaro akiwa amejisalimisha mwenyewe, lakini si kwa hofu, bali kwa mpango wake mwenyewe. Alitaka kuonana ana kwa ana na Natasha. Maafisa wa usalama hawakutaka kumzuia, waliruhusu mazungumzo ndani ya chumba cha mawasiliano kwa ulinzi mkali sana. Tasha aliingia taratibu akiwa ameambatana na Clara. Leonard akiwa amevaa suti ya gari sana, lakini uso wake ukiwa na majeraha ya kiakiri. Alimtazama Tasha, alisema kwa sauti ya upole, ulinipenda sio? Nilikupenda kuliko nafsi yangu, na ndiyo maana uliniumiza, alijibu kwa sauti ya kuvunjika. Leona alitoa barua pepe yenye majina ya washirika wake wote pamoja na video za mazungumzo ya siri ya wanasiasa waliokuwa wanamlinda. Huu ndio msaada wangu wa mwisho, na kama bado unajali niambie, kuna sehemu gani ya moyo wako bado inanikumbuka? aliuliza Leonard kwa uchungu mkali sana. Tasha alitingisha kichwa. Nakumbuka, lakini si kwa upendo, bali kwa maumivu ambayo sitaki wanawake wengine wapitie. Baada ya mazungumzo ya Leonard na tasha, Leonard alipelekwa mahakamani, baadaye gerezani. Tasha alianza mwanzo mpya, akiwa amepata nguvu kutoka kwenye maumivu yake. Alianzisha harakati ya Sauti ya Mwanamke iliyolenga ku kuondoa na kukomesha unyanyasaji wa kijinsia, hasa ubakaji na ukatili wa familia. Harakati hii ilijumuisha warsha, kampuni za kielimu vijijini na mijini, pamoja na mshikamano wa kimataifa na mashirika ya haki za binadamu. Alipotembelea shule na vijiji vya mkoa wa Arusha, watu walimpa heshima na walimwona kama mkombozi wao, na hadithi zake ziliwapa mwanga kwa wale waliokuwa wanateseka kimya kimya. Watu waliogopa kuzungumza sasa walijivunia hofu, na sasa wakaanza kuonyesha maumivu yao. Walisimama wakiwa pamoja dhidi ya ukatili na kukata mizizi ya ukatili kwa wanawake. Serikali iliona nguvu ya harakati hii ilianza kuimarisha sheria ya ulinzi kwa wanawake na harakati za kumkomboa mwanamke dhidi ya unyanyasaji. Msaada wa mashirika kita ya kimataifa, Tasha alianzisha shirika la kusaidia wanawake na wasichana waliopitia unyanyasaji wa kijinsia na kuanzisha programu za umuhimu wa ushirikiano wa wanaume katika kupinga mimba za mapema au mimba za utotoni. Na hadithi ya Tasha iligeuka kuwa wimbo wa matumaini kwa jamii nchini Tanzania. Na hata zaidi ikabadili mtazamo wa watu wengi kuhusu mapenzi, heshima na nguvu ya mwanamke katika jamii. Ingawa majeraha yake hayawezi kupona kiurahisi Imani yake na harakati zake ziliibua mabadiliko makubwa. Leo kwa jina, kwa jina lake mamilioni ya watu wanajua kwamba hakuna hofu inayostahili kuzuia sauti ya haki. Mwisho wa simulizi yetu pendwa ya Kivuli cha Penzi. Usakusubscribe kwa like na ku comment. Niambie umejifunza nini kutoka kwenye simulizi hii.